Zipo kero za wananchi ambazo ni wajibu wenu kuzitatua kwenye maeneo yenu. Ni watake kuhakikisha kwamba kero, malalamiko, manung'uniko, masononeko mbalimbali ya wananchi kwenye maeneo yenu mnayatatua. Kila mmoja anayo dhamana hiyo na kila mmoja anao wajibu wa kufanya hivyo, ukiwa ni mtendaji uliyeajiriwa, ukiwa ni kiongozi uliyechaguliwa au uliyeteuliwa, kila mmoja anao wajibu wa kufanya hivyo kwenye eneo lake. Niombe kila mmoja tukitoka kwenye kikao hiki, tambua kwamba tumekukumbusha jukumu hilo na ukalifanye kikamilifu. Wananchi wetu wanajua kwamba serikali hii inaongozwa kwa uwazi wa hali ya juu na wanayo nafasi ya kupeleka malalamiko yao katika ngazi mbalimbali, endapo kwenye ngazi husika malalamiko hayo hayakutatuliwa. Yale ambayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuwasilishia, naahidi kwenda kuyatendea kazi kwa kufuata uadilifu. Wananchi watarajie mambo mazuri kutoka kwetu. Kimsingi, tunaenda kuyatendea kazi yale ambayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuagiza, sambamba na kutatua kero kwa wakati, kufanya mikutano ya hadhara na kuweza kuwasikiliza wananchi kwa ujumla pasipo kuzingatia upendeleo. Baada ya kupata mafunzo haya na kukumbushwa wajibu wangu, ni kwenda kwanza kuitisha mkutano, kuwaelekeza kila nilichoulishwa na mkuu wa mkoa nitawaeleza yote niliyoyapata kwenye kikao hiki, lakini pia nitakuwa kiongozi bora ambayo nitasimamia miradi, nitakemea yale ambayo tulikuwa tunafanya huenda kwa kutokujua.